Tunajua kabisa chama cha mapinduzi ndicho kinacholeta amani na kuilinda amani. Tunakufunga gua wenyeupe kwa ajili ya amani, na mfano mzuri huwa watu wanakuwa manesi, madaktari, wanaoponya watu wanabangu wenyeupe, tuponye mheshimiwa wa jiji. Tunakodisha mua nyeusi, mheshimiwa, najua kabisa sisi ni wa Afrika lakini shughuli zetu ni kilimo. Hii ni dalili ya mvua, mawingu mazuri yenye mvua nzuri. Lakini kuna nguo nyekundu hapa mheshimiwa, na silaha zingine nazo. Hii nguo nyekundu, kuna watu sio wazuri, basi hao watu abaa kutuletea kutuania amani, mwe makini nao sana. Jambo lingine mheshimiwa, kuna kuna kinungu hiki, hiki hiki ndiyo cha mtemi cha utongi kama hili hiki hapa hii hatukiwekea marembo kwa sababu itahama kwenye asili tumeiwekea kama vile ilivyo hii ndiyo asili yenyewe kwa hiyo huu ni utawala wa utongi na nini maana ya mtongi mtongi ni anayetangulia mtemi anakuja nyuma yake kila kinacho kuwa kinatatiza pale mtongi anakimaliza kabla ya mtemi ajafika Mgobea urahisi mgombea mwenza na raisi huyu, mkuki ni silaha, silaha hii ni ya ndani, silaha hii ni ya nyumbani, silaha hii ya kimira, ndizo zilizopigwa tangu zamani, walikuwa wakitumia silaha hizi ambayo ukitigwa unajisaidia. Na nyumba ya mtani huwa ina milano mingi, hata ya mtongi, ukiingia chumba hiki ukimpata matokea chumba jingine wamfano nakutana kutana, na kutana, unashindwa kujua kama mili kisuguu. Kwa hiyo, mheshimiwa, silaha hii tulinde, tuweze kuwa na amani zaidi katika nchi yetu ya Tanzania. Bila kuna silaha hii ya upinde huyu. Upinde sasa ni silaha ya mbali, mtu anaikuja kwa mbali, basi utajua mwenyewe unamfanya nini kupitia silaha hii. ya sisi wa tendi na mkoa wa Tabora ni kwamba leo tunamsimika mgombea mwenza Dkt. Nchimbi kuwa Mtongi. Mtongi ni cheo cha pili kutoka kwa Mtemi wa nchi. Kama mtakumbuka, mwaka 2021 mimi nilipata bahati ya kusimamia zoezi na kumsimika rais wetu mpendwa mama Samia Suluhu Hassan nikishirikiana na machifu wenzetu wa mkoa wa Mwanza na tukampa jina la chifu Hangaya, yeah. chao hicho hatujampa cha mfano au cha kuigiza, yeye ni mtemigoni, na leo tunamsimika mtongi Emmanuel Nchimbi, na jina lake ataitwa Nyungu ya Mawe yeah.